Hii ni Ebeneza RTV. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. na

Ah, yani huyu babu huyu mm. babu wakati mimi nafika hapa ni Chanika bila huyo babu sug aabila babuayu bau wakati mimi naishi zangu Gamboni na, na mke wake huyu babu ambaye ni mwanamke wake anakaa Gamboni. mm. mm. ina maana yule, mimi ni jirani yangu yule, rafiki yangu yule ni jirani yangu mwanamke, huyo babu, unaelewa? Sasa baadaye yule mwanamke akaja akanitelekeza kwa kile yenda pana pale, yule mwanamke akaondoka zake. Sasa huyo rafiki yangu baada unaona, mimi na mazingira yale, muda wote na waza mawazo chakula, yani sina ndani ya nyumba. Muda wote na alia tu mawazo, mwana mimi atanikimbia. Na mwana alipoondoka, kusema cha kweli, yani siku ambaye alioondoka kama tumekula jana yake, yani kama jana usiku tumekula, leo asubuhi niamka, nimesuka mpaka jioni na njana watoto wangu sijala. Alafu cha ajabu ile alipoondoka, ile landa mbele nilosuka ile yote, mwanamume akaiba akaondoka naye.

tu unaona na, na, na, tukatembee basi sawa. Mimi nikaambia basi itakuwa vizuri, nikatoka pale rafiki yangu yaani ni pia naona sasa tunafika mpaka hapo kwa shemeje kashinda pale, tukala jioni tukaondoka zetu. Sasa mimi nilipokuja huko mazingira yao, nikaona nifanye nini, pole pole inaisha. Na sasa ukiangalia mazingira yao kidogo na kufanya nini, mimi napenda mazuri huko kidogo nitulie shamba shamba na viunga huko ni rahisi. Ameniambia rafiki yangu kuna kazi inakufaa, basi swala lile nilivyoongea vile, yule rafiki yangu akanifikisha kwa nani, kwa huyu mzee huyu mtumbaki, basi alinifikisha wakabidi wafanyaje, wakae kikao, yeye na mchumba wake wakasema, na watoto wakasema, basi kweli ile rafiki yangu na mume wake wakanichangia hela ya chumba, wakaja wakanitafutia hapo jirani, wakanipatia chumba pale, yani uweze amini nimekuja hapa Mm-hmm. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huyu baba Hmm. Hakutaka yani na hmm. Na wala wameishi upendo, yani, upendo, kwa upendo yani tumeishi hmm. Kwa upendo atoka chumba leo maraji yangu baka, yani, kila kitu kunyoa sabuni maraji kodi mpaka leo ino, kwa hiyo, hmm. Oh, kama kuna watu wengine pengine hawana moyo mm. wa, wa kusaidia au mm. na washauri vitu wamwige huyo babu, kwa sababu kama ameweza kukusaidia wewe kwa namna moja ama nyingine, na yeye mtu mwenye pesa pengine anakusikiliza mm. na anaona ugumu kumsaidia mtu fulani ambaye ana changamoto, yeye unamshauri vipi? Mimi namshauri yaani, mimi ninachomshauri kwamba wema ni nzuri sana na kumsaidia binadamu mzee ambaye alio chini anashika mzuri sana, wachukue mfano wa huyu mzee mm. Mabosi wote, matajiri wote walio na pesa wachukue mfano kupitia mm. huyu mzee. Huyu mzee kaitoa kwenye mazingira magumu mm. ameitoa katika mazingira mm. mm. zito, ila kifua tu. Mimi ninachoshauri mabosi, naomba ah. wawe na roho nzuri, wawasaidie watu ambao wako na shida, wasiwanyanyase. Unajua shida aina mmoja mm. leo na kesho, ukajiona wewe mm. bosi ukajitapa ukajitanua, lakini mwisho wa siku yule ambaye unamwona yeye afai, ndio anakuja kwa bosi, wewe uko kwa bosi unakuwa maskini. Yaani, Mwenyezi Mungu yupo wote, anaweza kweli kabisa basi e. Kwa sababu unasuka nywele zote na wengine, kuna mtu inawezekana katiwa ka moyo akataji kumsaidia kitu kingine zaidi, toa e. so, namba yako ya simu e. anaisikiliza anayekutazama e. basi atawasiliana na wewe e.

tukochanika kwa ngwale na leo hii niko katika mtaa wa Kwangwale na nimekutana na dada huyu, na amezungumza kwa uzuri kabisa kabisa. Naamini umesikiliza na umebarikiwa. Hivyo niseme tu, wewe mwenye moyo, unaweza ukamsapoti na kuufikisha ndoto zake pale anapotarajia kufika. Okay, sawa na babu amekusaidia nini? Huyo babu amekusaidia nini au kuku? Babu, supporti huyu. ah, babu. Hmm. Babu, wakati mimi nafika hapa, yani ichanika bila huyu babu, hmm. Bila babu, bila huyu babu. Wakati mimi naishi angu Kigamboni, na mke wake huyu babu, ambaye ni mwanamke wake, anakaa Kigamboni. Ina maana nawaza mawazo chakula yani, si na ndani ya nyumba muda wote nalia mawazo. Mwanamke alipoondoka siku ambayo alioondoka, kama tumekula jana yake, anasema kama jana usiku tumekula, leo asubuhi niamka

pigapiga ovyo akataka kunipiga mimi mwenyewe nikakimbia. Alichofanya unaona tukatembee basi. Sawa, mimi nikaambia basi itakuwa vizuri na mimi mwenyewe, nikikaa huko ndani mawazo nafanya lazima kweli. Nikatoka kwenye rafiki yangu, akaja kunilipia nauli, tukaja tukafika mpaka hapo kwa shemeji, tukashinda pale, tukala jioni, tukaondoka zetu. Sasa mimi nilipokuja huko, mazingira ni kali, mimi nifanye ile pole pole inaisha. Alafu sasa nikiangalia mazingira yao kidogo, na kwa nini mimi nimependa mazuri huko kidogo, kumtulia shamba shamba na viumbe huko, ni uzani ile rahisi kwa rafiki yangu kuna kufaa basi swala lile nilivyoongea vile, yule rafiki yangu akanifikisha kwa nani, kwa huyu mzee huyo mchumba wake. Sasa alipofikisha wakabidi wafanyaji wake kikao, yeye na mchumba wake wakasema basi, kama vipi tumchangie hela ya kodi ili tupatie chumba huko, wafanyaje amie huko na watoto. Ni kweli yule rafiki yangu na mume wake wakanichangia hela ya chumba, wakaja wakanitafutia hapo jirani hapo hapo, na kukaa kama ni mabili hata pia tu, wakanipangia chumba pale. Yaani, uweze amini, nimekuja hapa nimeweza kufika kwanza, mimi nime, na watoto wangu, hali mbaya mm, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huyu baba hakutaka mm. Yaani hajawahi kuninyanyasa mm, na wala hawajawahi hawajawahi kunifukuza, wameishi nawe kwa upendo, yaani tumeishi kwa upendo, yule baba toka nilipoambia kwenye ile chumba mpaka hii leo nimekuambia, mm. yaani maraji yangu, yaani kila kitu ambacho tunachojua kuanzia watoto kunyoa, kuanzia sabuni, kuanzia maraji a kwa hiyo mm. Oh, hey. Kama uh, uh, kuna watu wengine hey, pengine hawana moyo hey, wa kusaidia hey, au na washauri vitu wa mwige huyo babu, kwa sababu kama ameweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine hey, na yeye mtu mwenye pesa pengine anakusikiliza hey, na anaona ugumu kumsaidia mtu fulani ambaye ana changamoto, yeye unamshauri vipi? Mimi namshauri, yaani mimi ninachomshauri kwamba wema ni nzuri sana, na kumsaidia binadamu mwingine ambaye chini ana shida nzuri sana. Wachukue mfano wa huyu mzee. mm. mm. Mabosi wote, matajiri wote, walio na pesa, wachukue mfano kupitia mzee. U mzee, wachukue ka mfano kupitia mzee. Mzee kanitoa katika mm. mazingira magumu mm. mazingira mm. Ila kikubwa tu mimi ninachoshauri mabosi, naomba a, wawe na roho nzuri, wawasaidie wa watu ambao wako na shida, wasiwanyanyase. Unajua shida aina mmoja, mm. leo na kesho mm. naza, ukajiona wewe bosi ukajitapa ukajitanua, lakini mwisho wa siku yule ambaye unayemwona yeye afai, anakuja kwa bosi, uko kwa bosi, unakuja kwa maskini yani.